So kuna huyu dada anaua watu kwenye simulizi yetu ya leo tena kwa sababu za kipuuzi sana. Kwa nini anawaua? Njoo nikupe story. Ah, ni mwaka 2017 kuna dada mmoja anaitwa Debora. Of course alikuwa ameolewa na story yetu inaanzia kwamba huyu dada alikuwa ameenda ukweni kusalimia. Sasa baada ya kuwa amemaliza kusalimia ndugu nini wa mwanaume akawa amerudi. Sasa siku anarudi kwake akamkuta mwanaume wake ambaye alikuwa anaitwa Musa akiwa amevusha mwanamke mwingine ndani. Si unanielewa tena kitandani kwake. Kwa hiyo kwa kile kitendo kikawa kimemuumiza sana Debora kwamba yani mimi kutoka tu siku mbili tatu kwenda kusalimia tena kwenu, wewe mwanaume wewe umepata nguvu za kufanyaje? Za kuvusha mwanamke mwingine hapa nyumbani kwangu tena kitandani kwangu. Kwa hiyo kile kitu kikawa kimemuumiza sana Debora kiasi cha kufanya kwa kuna fujo kubwa sana pale m ndani lakini Musa akawa amejitahidi kujitetea kuomba msamaha sana, japo haikuwa rahisi, lakini Debora baada ya siku kadhaa akawa ameamua kwamba amsamee, na si ali kwamba alimsamee kwamba eti kasamee kabisa kasahau kila kitu, hapana, aliamua tu kumsamee kufunika kombe, kwa sababu alijiangalia hali yake. Debora Debora alikuwa ni binti fulani hivi ame ni yatima, hakuwa na wazazi, na akaangalia kwamba kwa kipindi kile hakuwa na sehemu ya kwenda kwamba hata kama akiachana na mme wake kwa muda ule, anakwenda wapi? Kwa hiyo itabidi tu aamue kumsamehe mme wake ili aendelee kama kujihifadhi pale nyumbani, umeona. Kwa maisha yakawa yameendelea, baada ya kuwa ya ya maisha yameendelea, kile kitu cha Musa kuwa amemsaliti kikawa kinamtafuna taratibu Debora, kiasi cha kwamba mwanzoni Debora alikuwa ni mtu fulani hivi, mtumishi wa Mungu sana, binti fulani hivi, mtaratibu mtiifu lakini sasa baada ya kujikuta ameanza kuwa na stress sana, akaanza kujikuta kwamba ameanza kuwa ni mtu wa kuwa anakunywa sana pombe, ili kupunguza nini, kupunguza stress, ndo wanavyosema. kwa hiyo kitu cha Debora kwanza kuwa anakunywa pombe, akawa anajikuta mpaka anasahau kufanya majukumu yake ya nyumbani kama vile kupika, kumfulia mme wake, kitu ambacho kikaanza kumfanya Musa aanze kuchukia zile tabia mpya za nini za Debora kwamba bwana, we mwanamke, sasa nimekuoa, ukae ndani kwangu ufanye majukumu yako kama mke, lakini hauyafanyi. Kwa hiyo kukawa kunatokea ugomvi mkubwa sana ndani, lakini Debola akajikuta anashindwa kuacha ile tabia yake ya ya nini ya ulevi. Sasa siku moja akiwa ametoka Debola ba kunywa kama kawaida yake, akamkuta mume wake nyumbani akiwa anamsubiria kufika mwanaume akawa amemuuliza, sasa wewe mwanamke, kweli mpaka sasa hivi saa tano usiku ndo unafika nyumbani na haujananilii haujafanya okay, chochote kile hapa nyumbani kupika labda kusafisha nyumba ni chafu, tunafanyaje sasa? Ah, Debora akaanza tu kumjibu shiti mme wake zile, badala hata ya kujishusha, akajikuta na mjibu tu ovyo. Kwa hiyo kile kitu kikawa kimemchukiza Musa, ambaye sasa akaamua kukasirika na kwanza kumbutua Debola. Sasa kitendo cha Musa kumbutua Debola kikawa kimemfanya Debola achukie zaidi, kiasi cha kwamba sasa baada ya kwa amechukia ametulia zake huko, kwa sababu Musa baada ya kwa amempiga Debola akawa ameondoka. Debola akakaa akaanza kuwaza, akasema sasa hivi kweli huyu mwanaume kuna saliti ni saliti yeye, sasa hivi ameanza na tabia ya kuwa ananipiga. Hapana, mimi huyu mwanaume bwana, kwanza yeye ndo kasababisha na mimi nimeanza kuwa mlevi. Kwa hiyo cha kufanya mimi huyu mwanaume nafanyaje, namuua. Debora ndo akapanga kwamba bwana kuanzia muda huo aanze kupanga mpango wa kufanyaje wa kumuua mme wake. Kilichotokea sasa kwa kuwa bwana Debora alikuwa ameshaiweka kabisa akili yake kwamba kwenye kumuua mme wake. Akaanza kutafuta dawa ya ambayo atampatia mme wake aitumie, afe, lakini asifanyaje, asigundulike. Kwa hiyo katika kutafuta kwake, Debora kuna dawa akawa ameipata. Baada ya kuipata ile dawa, ile dawa ilivyokuwa inasemekana ni kwamba akimwekea Musa kwenye chakula Musa akala itaanza kumtafuna taratibu yani tuseme kwamba labda kampa asubuhi kifo cha kifo cha Musa kinaweza kaja kutokea hata kwenye saa sita, saa saba mchana huko na kifo chenyewe kinatokea tu kama vile Musa kapata mshtuko wa moyo kwa bwana Debora akafanya hivyo kufanya hivyo akawa amemwekea Musa sumu ile kwenye chakula usiku baada ya kwa amemwekea kwenye chakula kile ile sumu usiku wakalala baada ya kulala kufika asubuhi Musa haamki na maana tayari. Kwa hiyo kwenye kulala kwao kule kikaonekana kwamba Musa alipata mshtuko usiku akawa amefariki, na kweli bwana Debora akalia sana, ikabidi wamchukue Musa wampeleke hospitalini kwa ajili ya nini, ya vipimo zaidi. Kweli kuangalia madaktari wakagundua tu kwamba bwana huyu jamaa kwenye kulala kwake yaweza kuwa labda kuna kitu aliota au kuna kitu kilimtokea cha ghafla, akawa amepata mshtuko wa moyo, akafunja akafariki, kitu ambacho mama mtu sasa, mama yake na Musa hakukiamini, japo watu wengine walikubali msiba, ukawa umefanyika fresh kabisa bila shida, na Debora of course alilia sana, so unajua ile kujisafisha. Lakini mama yake na Musa hakutaka kuamini lile swala, kwamba bwana, mimi kijana wangu mshtuko wa moyo umetokea wapi? Na of course akawa anaongea kabisa waziwazi kwamba bwana, mimi nahisi kuna jambo haliko sawa, mwanangu mimi hajawahi kuwa na matatizo ya moyo. Umeona sasa, kutokuwa na na imani kwa mama Musa ukamfanya mama Musa abaki nyumbani kwa Debora kwamba bwana mimi nitakaa hapa, na of course bwana, kwa sababu hii nyumba ambayo mnaishi nyie ni nyumba ya mwanangu mimi, nitakaa kwa mwanangu, nianze kukuchunguza wewe, kwa sababu mimi nahisi kabisa wewe ndio umehusika kwenye nini kwenye kifo cha mwanangu Debora. Kuona vile akaona, ah huyu mama ananiletea nuksi, kwa hiyo cha kufanya hapa, ili bwana ili swala liwe kimya, nabidi na yeye nimtoe, na mtoaje? Nitumie mbinu ile ile ambayo nilitumia kwa mam, nani kwa mume wangu mimi. msa kweli bwana, mama mtu akaendelea kuwa anamfokea sana Debola, Debola anayakubali ana, tu yale matusi, ila ameandaa mpango wake. kazi kweli bwana, siku moja kama kawaida yake akampikia mama yake chakula vizuri, nini kumpikia chakula kama amemwekea ile dawa. Baada ya kumwekea ile dawa, mama mtu na Debola sasa. Debola baada ya kumemwekea dawa akamwambia bwana mama, no, no, na unaonaje leo tukitoka sasa. Lengo lake ni kwamba wakitoka waende mtaani yuko kuzunguka kama vile wanatoka out, ule mshtuko wa moyo mpate wakiwa nje na watu wanashuhudia tukio lile, umeona? Na kweli bwana, mpango wake kweli, mama mtu akakubali, wakawa wametoka out. Walipofika nje kweli, katika kuzunguka kwao nini, kweli muda usiokuwa na jina mama watu akajisikia vibaya tu ghafla, mshtuko wa moyo nini chini mama wa watu akafariki. Baada ya kufariki, of course Debora kama kawaida akalia sana hospitalini kama kawaida, wakasema ni mshtuko wa moyo, ndugu wakashiriki kwenye msiba, mama watu wakazikwa. Debora sasa, of course, akawa amebaki yupo huru kwamba hakuna mtu ambaye anafahamu chochote, na maisha yanaendelea. Tukumbuke kwamba Debora alikuwa ni mlevi sana, kwa hiyo tabia yake ya ulevi ikaendelea. Kaendelea dada watu, kaendelea kuwa anakunywa sana pombe nini. Sasa kwenye baa ambao alikuwa anakwenda sana Debora, kulikuwa kuna jamaa. Huyo jamaa anaitwa Danieli. Danieli alikuwa anapenda sana kwenda kwenye ile baa. Of course Danieli alikuwa anakwenda kwa ajili ya kulewa, bali Danieli alikuwa anakwenda kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu. Najua kuna wale watu wanaohubiri mitaani wale. Mbona anafika kwamba bwana, jamani, tumrudie Mungu hivi na hivi, unaelewa. Sasa Danieli alikuwa na tabia ya wale kupita kwenye mabaa kwa Danieli baada ya kuwa anapita pita sana kwenye mabari, kwaga anamuona Debora akiwa analewa sana. Muona na of course kwaga anamfuata na mshauri kwamba dadangu achana na tabia hii ya nini? Ya ulevi. Lakini dan, Danieli, Debora amwelewi. Danieli, Debora amuelewi Danieli. Muona, sasa siku moja Debora akawa amelewa sana usiku mpaka akazima. Kile kitendo cha kuzima Debora, kuna wauni wakataka kumchukua, kwa bahati nzuri Danieli alikuwepo ikabidi amsaidia, akamchukua akampeleka kwake, akafika kamlaza mpaka asubuhi. Asubuhi kaamka kampikia supu nini hivyo, akanywa na akamweleza kilichotokea. Kwa hiyo kwanzia pale kukaa, kuna ule ukaribu fulani hivi, umeona. Lakini sasa tukumbuke hawa ni watu wawili tofauti. Debora ni mlevi sana, Danieli ni mtu wa Mungu sana, kwa hiyo sasa kulikuwa kuna muda tu lazima wanakuwa na natarafikiana kwamba bwana, kwa sababu Danieli alikuwa anamshawishi Debora aachane na tabia yake ya ulevi, kitu ambacho Debora hakuwa tayari, kwa sababu pombe zilikuwa zimeshamuingia sana damuni. Kwa hiyo na kwa hiyo sasa Debora, baada ya kuwa naona kwamba kwa sababu tayari wameshakuwa washikaji na Danieli kila muda Debora akimwambia bwana achana na, na maisha yangu nani anamwambia ya Danieli kwamba achana na maisha yangu, lakini Danieli haachi, anaendelea bwana, siku mbili tatu anarudi anamsabai nini na nini. Umeona, sasa kile kitu cha Danieli kwa anarudi rudi kwa Debora kikaanza kumkera Debora kwamba bwana, hebu kaa, mimi kila siku namwambia achane na maisha yangu, lakini kila siku bado haachi kuja kwangu. Kwa hiyo hapa cha kufanya ni kufanyaje? Ni kumuua na muuaje kama alivyo waua wenzake wa nyuma. Si unanielewa? Kwa hiyo bwana, Debora akaandaa mpango wa kazi wake kama kawaida kama alivyo waandaaga kwa wale wa nyuma. Lakini hapa sasa ikabidi amkaribishe tena nani? Danieli nyumbani kwake. Kwamba bwana Danieli njoo kwangu, upate chakula kwa sababu ni mtu ambaye umenipambania sana na nataka nibadilike. Of course tupige na stori nyingi na najua kuna ushauri unaweza ukanipa ni jinsi gani naweza nikaacha pombe. Pale bwana Danieli kwa kuwa amekaribishwa nyumbani kwa Debora akakubali. Kweli kapangwa siku, Danieli akawa ameenda kwa Debora kwa ajili ya kupata nini? Chakula. Pale wamefika, wakashauriana pale vizuri nini, Debora kwa kweli akawa anamsikiliza sana tofauti na siku nyingine zote ambazo Debora alikuwaga amuelewi Danieli, kwa sababu mara nyingi alikuwa anaishia kwenye kugombana tu. Mwisho wa siku, Danieli baba wa watu akapewa chakula akala, baba wa watu akaaga, akaondoka. Kuondoka kwa Danieli kukamfanya Debora ajue kabisa kwamba huyu sasa hivi anavyoondoka ndio mimi na yeye mwisho fanyaje? wakuonana. Lakini sasa kesho yake, Debora wakati anaamka asubuhi ile, anatoka nje tu akamkuta Danieli akiwa amesimama pale nje, kitu ambacho kilimfanya akashangaa, of course. Na Danieli hakuwa peke yake, alikuwa na wenzake hawa wawili. Sasa akiwa katika taharuki Debora, Danieli akawaamuru wale vijana wawili, mkamateni huyo Debora. Akaanza kuwaza na kamato kwa sababu gani? Kumbe bwana Danieli alikuwa ni polisi. Na hapa sasa ndio stori inaturudisha nyuma kidogo. Baada ya msiba wa mama yake na Musa kutokea, dada yake na Musa ambaye alikuwa anaitwa Suzi hakuamini kabisa kile kifo cha cha mama yake kufariki kama tu ambavyo mama mtu alikuwa aamini kifo cha mwanaye. Na of course de nani, Suzi, kuna yale maneno ya mama yake kutokumwamini Debora yalianza kumuingia Suzi kwamba bwana mama mtu amwamini nani Debora. Kwa hiyo sasa Debora, nani Suzi, akaanza kama kuunganisha dots kwamba kaka yangu mimi amekufa kwa ugonjwa wa nani, mshtuko wa moyo, mama naye mshtuko wa moyo, hapa lazima kuna jambo haliko sawa. Kwa hiyo, kimya kimya, kwa hiyo akawa ameenda polisi kimya kimya, akawaeleza situation nzima. Polisi wakawa wametoa wazo kwamba waende kwenye makaburi wafukue fukue mili ya nini, ya nani ya Musa pamoja na mama yake, ifanywe uchunguzi upya kweli bwana Suzi akawa amekubaliana na polisi, wakaenda makaburini, kafukuliwa waka ile mili kimya kimya, ikaenda ikafanywa waka uchunguzi kimya kimya, na baada ya kufanywa uchunguzi ikazikwa kimya kimya bila nani bila Debora kujua. Na kweli bwana, baada ya kuwa imechunguzwa ile mili sasa vizuri kitafiti, ikagundulika kwamba kuna dawa ambayo wote ikagundulika kwamba wanayo ambao ime ndo inaonekana kwamba imefanyaje imepelekea kupata mishtuko ya moyo, lakini sasa wote wakawa wanasema kwamba bwana kweli hii dawa imeonekana, lakini tuna udhibitisho gani kwamba Debora ndo kafanya hiki kitu? Ndio ikabidi sasa uandaliwe mpango, Danieli ambaye alikuwa ni askari mpelelezi ajifanye kama nani, mchungaji, aanze kumkaribia nani, Debora, sababu walijua kabisa kwamba akimkaribia aki Debora kaanza kumbuguzi, kama ni mtu ambaye tayari ameshaingiwa na ile roho ya kuua, lazima tu atafanya jaribio la kufanyaje, la kumuua. Kwa hiyo siku ile Debora kaamualika na nilie na ni Danieli kwake, Danieli alienda akijua kabisa kwamba hiki kinaweza kikatokea. Kwa hiyo alikuwa ameshajipanga kwao. Baada ya kumaliza kula alivyotoka tu haraka haraka akafika akachukua liwa damu, ikafanywa vipimo, na of course kuna dawa akawa amefanyaje, amechukua. Kuna dawa akawa amechukua amefanyaje ametumia, baada ya kuwa ametumia kwa ile dawa akawa yeye Daniel yuko safi na, ila sasa wakawa ameshapata udhibitisho kwamba bwana, ni kweli kile chakula cha mwenye mfanyaji kimewekewa ile dawa ambayo ilikutwa kwenye mwili wa Musa pamoja na mama yake. Kwao wakawa wamepata udhibitisho wote kwamba bwana nani? Debora atakuwa amehusika katika mauaji ya wale watu wawili. Kwa hiyo sasa, hata pale Daniel alivyoenda asubuhi, walifika tu wakamkamata Debora pale, wakampa wakamsomea mashtaka yake. Of course mahakamani, na Debora akahukumiwa kifungo cha maisha jela.